Kabla ya sikukuu ya Christmas vifaa vyote waliondoa kwenye hii barabara, ina maana hakuna shughuli yoyote ambayo ilikuwa inaendelea, magari nini, kila kitu waliondoa. Kwa hiyo hakuna shughuli yokuwa ikiendelea. Sasa wananchi wanashangaa kwa nini kazi imesimama, na ukiangalia barabara inayotumika ni ya nyuma na barabara ile ni ndogo. Ujenzi wa barabara umefikia 5%, ujenzi wa stadi umefikia 15% ujenzi wa ofisi ya waandishi umefikia asilimia kumi na saba. Mkuu wa mkoa, ya waandishi umefikia asilimia 17, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkandarasi ameshalipwa advance payment kiasi cha uh, shilingi bilioni tatu na milioni mia tisa kama malipo ya awali, na kwa sasa tumeshaidhinisha shilingi bilioni moja point tatu kwa kazi alizofanya kwa sasa. Mkandarasi ameshatumia muda wa miezi 6 sawa na asilimia arobaini ya muda wa kufanya kazi zote za kimkataba. Muda uliobakiwa ni miezi 9 sawa na asilimia sitini ya muda wote wa, wa kazi na kazi iliyofanyika ni jumla ya asilimia kumi hadi sasa. Kwa maana hiyo tupo nyuma kwa asilimia thelathini ili kufikia lengo lililopangwa. Hakuna kinachoendelea zaidi ya hivyo, ndivyo walivyoikuta. Na leo mimi kwa kushangaa leo ambayo niliona kama imetulia, lakini leo ndio nimeona hizi gadi zikibeba mchanga. Wananchi hawa ambao mradi huu ni kwa manufaa yao, sababu huu mradi, wewe ambaye unajenga, ukimaliza utaondoka, mshauri atajenga ataondoka, sisi wengine ni watumishi. Mradi huu ni kwa manufaa ya wananchi wa kata hizi, ambao wanalala na kuamka, ambao wameishi, wamezaliwa kwenye kata hizi. Sasa wenye uchungu na barabara hizi kwanza ni wao lakini wa pili mwenye uchungu wa barabara hii ni yule ambaye ametoa fedha na simu nyingine bali mheshimiwa Rais. Sasa wenye uhitaji wa barabara wamelia, wamesema wanahitaji barabara. Mwenye fungu ambaye ni kiongozi mkuu ameshatoa fedha. Sasa hapa katikati mchawi ni nani? Tumekuwa nyuma kwa hizo asilimia kutokana na changamoto mbalimbali, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza mvua. Mvua imeturudisha nyuma sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunapoingia kwenye mkataba Nde. na mkaomba halmashauri kwamba tunaomba muda fulani, tutahitaji muda huu kwa kuzingatia moja, mbili, tatu. Je, hayo yote ya kuzingatia, yaani mvua imekuja tu bahati mbaya? Hapana, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumeyazingatia na bado tutalicha hizi mvua kunyesha, bado tutamaliza mradi ndani ya wakati. Ninauelewa mkubwa sana wa miradi yote ote Msijurudishe shule kulipa elimu ya miradi ya tatu, twende kwenye uhalisia, tuhakikishe kwa kwamba barabara inajengwa sasa, tusirudi kusema kwamba same same package same mini. Yaani, tunatumia lugha lugha ili tuweze kutumia muda tusiende kwenye uhalisia. Package or no package, we need construction ya barabara iwe on track. We want construction ya stand iwe on track. Unapokuwa unapofanyiwa analysis ya kandarasi yako kuonekanika kama ina man power, ina financial capacity na ina watu wa kuweza kutekeleza mradi. Mlionekana kwamba mna uwezo huu kwamba mna uwezo wa kujenga barabara kipindi hicho hicho na stendi iwe inajengwa. Sasa ukisema kwamba nguvu tumepeleka kule, basi kuna changamoto. Naelewana eh? Sasa mi nadhani tusizungumze maneno mengi, nahitaji ujenzi wa barabara hii uende sambamba na ujenzi wa stendi. Niye ni wazawa, ni wakandarasi wazawa. Maelekezo ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba kazi hizi zote tuchukue wazawa, lakini sisi ndio tunakuwa chanzo wakati mwingine cha kujiangusha sisi wenyewe. Kweli mradi kama huu, fedha zipo, asilimia 30 nyuma. Kwa hiyo jamani, nadhani tunaelewa. Yandu. Kazi ianze. Nitaacha namba yangu hapa kwa wananchi, mkiona vifaa vinaondoka, mnanipigia simu moja kwa moja, sawa eh? Sawa jamani, kunaelewana.